Ununuzi ukifanyika kupitia mfumo wa NeST unaweza ukazalisha malalamiko au migogoro. Kwa hiyo kutokana na takwa hili la sheria la kwamba ununuzi ufanyike kwenye mfumo wa NeST, takwa hili lilipelekea kutengenezwa kwa kanuni za rufaa za ununuzi wa umma. Kanuni hizi zimeanza kufanya kazi Januari 31 mwaka huu 2025, na kanuni hizi zinataka malalamiko na migogoro yote inayotokana na mchakato wa ununuzi wa umma kushughulikiwa ndani ya mfumo wa NeST. Huo ndio msingi wa kwa nini malalamiko yanashughulikiwa ndani ya mfumo wa NeST. Tuna takwa la sheria lakini tuna takwa la kanuni za kusimamia rufaa. Sasa PPAA kwa kushirikiana na PPRA tumeweza kutengeneza moduli hii inayoshughulika na masuala ya malalamiko katika michakato ya ununuzi wa umma. Mtaalamu wetu wa PPRA asubuhi, wakati anatoa overview ya mfumo wa NeST alisema, kuna submodules tofauti tofauti, moja wapo ni hii inayohusiana na masuala ya malalamiko katika michakato ya ununuzi wa umma. Kwa hiyo, kwa pamoja PPAA na PPRA tumeshirikiana kuijenga hii submodule inayohusika na ushughulikiaji wa malalamiko na migogoro katika michakato ya ununuzi wa umma sasa, hii module ina vitu vingapi? Hii module ina mambo yafuatayo. Kikubwa cha kwanza kilichopo katika moduli yetu ni swala la uwasilishaji wa malalamiko kwa afisa masuuli ama ku file kitu kinaitwa application for administrative review. Mwasilishaji aliyepita ametuambia kwamba kuna njia ama ngazi za uwasilishaji wa malalamiko ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria, kwamba ni wakati gani uwasilishe lalamiko lako katika ofisi ipi. Sasa mazingira haya yote yameangaliwa ama yamekuwa considered katika hii moduli ya uwasilishaji na ushughulikiaji wa malalamiko. Sasa tuangalie sehemu ya kwanza ya hii moduli. Sehemu hii ya kwanza inashughulika na uwasilishaji wa malalamiko kwa afisa masuhuli. Na malalamiko kwa afisa masuhuli yanaweza yakawasilishwa katika hatua mbili au katika mazingira ya mawili au matatu tofauti. Mzabuni umenunua kabrasha la zabuni, umeviona vigezo vya zabuni husika, hukuhoji wala kuuliza kitu chochote, lakini yanapotoka majibu ya zabuni ulioomba, unapoambiwa hukupata wewe, amepata kampuni inaitwa Simburia, ndio unapokuja na unasema kwamba ile nyaraka ya zabuni haikuwa na vigezo vinavyoleta ushindani. Sio sawa kuja kusema hayo baadaye, wakati ile nyaraka ya zabuni uliiona ukaangalia vile vigezo ukaridhika navyo, ukasubmit ile tenda yako. Tunaelewana jamani? Inatakiwa kama unaona shida kwenye hatua za awali za mchakato uziraise ama uzisemee kwa wakati huo sheria inakutaka uinue changamoto yoyote unayoiona ndani ya siku tano za kazi tangu unapofahamu juu ya uwepo wa changamoto ile. Sisubiri, kwa hiyo tusisubiri hatua za baadaye, kwamba unapokosa ndio unarudi nyuma unasema, hata hivyo hii nyaraka yao ilikuwa ina shida. Ni vizuri tuka comply na requirement za sheria. Kwa hiyo hayo ni mazingira yambayo ya mzabuni anaweza kuwasilisha malalamiko yake moja kwa moja kwenda wapi? Hatua ya kwanza malalamiko yanaenda wapi? Kwa taasisi nunuzi. Kwa hiyo wewe ni mzabuni, unaona kuna changamoto, unawasilisha malalamiko taasisi nunuzi. Hivi mzabuni anapokuwa hajafanikiwa kushinda ile zabuni, ameshinda mzabuni Simburia, mimi NF Medical sijaridhika, ni lazima nipinge sababu za kuinguliwa kwangu au ninaweza kupinga sababu hata za mzabuni mwenzangu kupewa kazi. Mi naomba kupata uzoefu wazabuni situpo e, huwa tunafanyaje ama huwa tunakaa kimya? Unasema ah, au zame yake sahizi, tusimwagiane ugali na. Napenda kupata uzoefu Huwa tunafanyaje? Tunasema chochote e? Ndio, nisaidie nipe mike ya pili ili we, inanisaidia, uh, mimi kwa uzoefu nafikiri. Unasema wewe, kwa nini unadhani mchakato haukwenda sawa kwa upande wako? usiseme kwa, yani usimsemee yule kwa nini naye amepewa. Wewe sema unachokiona wewe kwako kwa hakiko sawa sawa. Asante, tumepata mchango. Um, mwenzetu anatuambia jisemee wewe, usimsemee mwingine. Hivi ni kweli sisi wazabuni hatusemeage wengine? Uh, sisi tunajifunza jamani hatusemeagi kwa wengine, hatusemi kwamba huyu amepewa hastahili, si ndio? Hayo mazingira yapo na sheria imekubali. Yaani inaweza ikawa ukaona wewe ni mzabuni Simburia, aliyeshinda ni NF Medical, wote mko kwenye tunaita industry moja, au mnafanya kazi zinazofanana. Mkiwa kwenye kazi zinazofanana, simnafahamu I mean mnafahamiana. Tumemsikia mama mpashaji pale anasema yeye ni katara, ana experience ya 25 years, lakini wako wengine wanaokuja sokoni wageni, kwa bahati mbaya wanashindwa kufanya kazi vizuri, alafu end of the day wanaonekana wote wanaofanya kazi za catering hawamiti vigezo au wanakuwa na, na shida, si sindio? Kwa hiyo yako mazingira ambayo mzabuni anapewa haki kuweza kuchallenge tuzo iliyotolewa kwa mzabuni mwingine. Kwa hiyo inategemea na mazingira. Kuna mtu anaweza akasema aliyepewa hana experience iliyotakiwa kwenye tender document. Kwa hiyo inategemea na mazingira halisi ya shauri linalopelekea kuwa na malalamiko. Kwa hiyo kwa ujumla, hapa tunazungumzia composition ya kwanza ya hii moduli yetu ya uwasilishaji na ushughulikiaji wa malalamiko, ambapo tunasema ndani ya moduli hii kuna application for administrative review ama namna ya uwasilishaji wa malalamiko kwa afisa masuhuli. Lakini kitu kingine kilichopo katika moduli hii ni namna ya uwasilishaji wa rufaa kuja PPAA. Mwezeshaji mwenzetu ametangulia, Venance ametuambia ni mazingira gani yanaweza kupelekea mzabuni kuwasilisha rufaa kwenda PPAA, akasema inawezekana mzabuni uliwasilisha malalamiko yako kwenda taasisi nunuzi, hukuridhika na ule uamuzi wa taasisi nunuzi, ukaamua kukata rufaa kwenda PPAA. Hiyo ni senario ya kwanza, lakini senario ya pili inawezekana, taasisi nunuzi haijatoa uamuzi wake ndani ya muda uliopangwa kisheria kama taasisi nunuzi ikiamua kuunda jopo kushughulikia malalamiko inatakiwa itoe uamuzi ndani ya siku ngapi? ndani ya siku ngapi? ndani ya siku saba za kazi, na kama haikuunda jopo ndani ya siku ndani ya siku tano za kazi. Kwa hiyo ikitokea taasisi nunuzi sisi mamlaka ya maji safi na mazingira Tukuyu hatujatoa uamuzi ndani ya wakati inampa haki mzabuni kukata rufaa kwenda PPAA au mamlaka ya, ya rufani ya zabuni za umma. Lakini inawezekana mzabuni pia akaenda PPAA kwa kuwa mkataba wa ile zabuni aliyoiomba umeshaingiwa ama umeshafungamanishwa. Tunaweza kuwa na mfano kwamba um, ni mazingira gani basi mzabuni anaweza kuomba zabuni alafu, baadaye ile zabuni aliyoiomba akashangaa, mkataba umeshaingiwa na yeye hana taarifa yoyote. Kuna zabuni moja ilitangazwa, ilikuwa ni zabuni ya kutoa huduma za chakula, ilikuwa tu ni zabuni ya muda mfupi kwa sababu kulikuwa kuna tukio, kulikuwa ni conference inatakiwa kutokea mahali. Sasa taasisi nunuzi imetangaza zabuni kuwapata watoa huduma wa chakula na watoa huduma wale wa chakula wakachangamka, wakaomba ile zabuni. Si unajua ndio tunavyotafuta kazi zetu. Basi, kwa hiyo wa zabuni wakawa wanasubiri majibu ya zabuni walioomba, lakini kadri siku zinavyokwenda hawapewi majibu na siku za mkutano zimekaribia. Wakiuliza taasisi nunuzi, wanamwambia wanaambiwa mchakato ndani una endelea subirini, tutawajulisha siku zimeenda. Siku ya mkutano umefika, kama huu, siku yetu ya mafunzo kama leo M unapita eneo la tukio, kwa sababu wewe si mzabuni, si ulikuwa una interest kwao, utapita utapitapita kwao. Katika kupitapita mzabuni yule akaona, mbona ule mkutano unaendelea, na pale watu wanakula, watu wamekunywa chai, watu mchana wamekula lakini yeye aliomba zabuni ile na hajafanya nini, hajapewa taarifa yoyote. Hakuna mazingira kama hayo katika kazi zetu? yapo, yapo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba huyu mzabuni ameomba kazi hajapata majibu ya kazi aliyoiomba. Endapo atabaini kazi aliyoiomba utekelezaji wake unaendelea ama mkataba wake umeshaingiwa, sheria inampa haki ya kuhoji ama kuchallenge uhalali wa mkataba ule. Taasisi nunuzi, tuko sawa? Kwa hiyo tusione tumekaa kimya, hatujatoa majibu, tunaweza kujikuta katikati ya utekelezaji wa mkataba tukakutana na malalamiko yanayohoji utekelezaji wa mkataba husika kwa hiyo ni vizuri tukaliangalia hili wakati wa zile hatua zetu za michakato ya zabuni. Lakini generally nilikuwa ninazungumzia composition ya pili ya moduli hii ya malalamiko na rufaa, kwamba mzabuni anaweza kuwasilisha rufaa, na hii ni aina ya pili ya kuweza kuwasilisha rufaa. Lakini pamoja na haya niliyoyaeleza, ambayo ndio ya msingi kwenye moduli yetu, Moduli yetu pia imejumuisha maombi mbalimbali mbali. Mawakili mpo, wanasheria nikisema hizi applications tunaweza tukaelewana mapema, si ndio? Lakini kwa faida ya sisi sote, kanuni zinazoongoza usikilizwaji wa rufaa zimetoa nafasi ya maombi mbalimbali yanayoweza kuwasilishwa. Ombi la kwanza linahusu nyongeza ya muda ya kuwasilisha rufaa nje ya muda uliowekwa kwenye sheria. Ama kwa Kiingereza tunaita application for extension of time. Unaweza ukaomba kwamba mimi mzabuni NF Medical nilishindwa kuwasilisha rufaa yangu PPAA kwa wakati, nina sababu za kutokufanya hivyo lakini Ninaomba basi niongezewe muda ili niwasilishe rufaa yangu nje ya muda uliowekwa kisheria. Hili ni takwa la sheria, lipo kwenye kanuni, ni haki kwa mzabuni. Lakini ombi jingine ni ombi la kutengua uamuzi uliotolewa na PPAA kwa kusikiliza shauri upande mmoja. Kuna mtu anaweza kuwaza ni mazingira gani shauri likasikilizwa upande mmoja? Hata tukitumia uzoefu wa mahakamani tunaweza kuwa na haya mazingira, tunaweza tushe jamani, uzoefu hii darasa la kwetu pamoja, ni mazingira yapi? Aa, mawakili mnisaidie, bwana mawakili, mko hapa, wakili nipe nipe nipe mwongozo, nipe mike mimi nisaidiwe hapa ili tuende sawasawa, naomba mnisaidie mfikie Yapo mazingira ambayo shauri inaweza ikasikilizwa upande mmoja. Kwa mfano upande, upande wa pili labda hawapatikani hawa na wamepelekewa labda taarifa za wito ili, ili wahudhurie, halafu hawaja wameshindwa kurespondi. Kwa hiyo hiyo inaweza ikasababisha shauri ikasikilizwa upande mmoja. Asante sana, kuna mwingine ananisaidia. Ah, basi sawa, tuendelee. Haya, Uh, mtaalamu ametusaidia vizuri sana. Kuna mazingira yanaweza kupelekea shauri likasikilizwa upande mmoja bila ya upande mwingine kuwepo. Sasa naomba nizungumzie hili katika mlengo wa manunuzi ya umma. Kwenye mchakato wa manunuzi ya umma, tumeona kuna uwasilishaji na ushughulikiaji wa rufaa kwa hatua ya afisa masuhuli, lakini kwa hatua ya PPAA. Sasa lalamiko la mzabuni ama rufaa ya mzabuni inapofika PPAA PPAA ina namna mbili za usikilizwaji wa malalamiko ama rufaa za wazabuni. Rufaa ya mzabuni inaweza kusikilizwa kwa kuwasilisha hoja kwa njia ya maandishi tunaita written submissions, ama inaweza kusikiliza shauri kwa kueleza hoja ama kwa kuwaruhusu wahusika wa shauri kufika na kueleza hoja zao kwa njia ya mdomo. Sasa PPAA ndio itakayoamua shauri hili lisikilizwe kwa utaratibu upi, aidha ni kwa njia ya maandishi ama kwa uwasilishaji wa hoja kwa njia ya mdomo. Sasa tuchukulie mfano wa namna rahisi ni ya uwasilishaji wa hoja kwa njia ya mdomo, kwa sababu hiyo ndiyo imekuwa common practice, kwamba mimi mzabuni NF Medical nimeleta lalamiko dhidi ya Sumbawanga Referral Hospital. PPAA itakachofanya baada ya kukamilisha zile kubadilishana kwa nyaraka itasema mzabuni NF Medical njoo, Sumbawanga Referral njoo, kila mmoja aeleze hoja zake kwamba kwa nini huyu analalamika na taasisi nunuzi tutajibu hoja zile. Kwa hiyo katika mazingira haya ya kuitwa shaurini. Inapotokea taasisi nunuzi umepewa wito wa kufika PPAA na ikathibitishwa wito huo umekufikia na umeupokea, lakini siku ya kusikilizwa shauri hukufika shaurini, PPAA itaendelea kusikiliza shauri lile bila ya uwepo wako wewe taasisi nunuzi. Tuko sawa au nimeongea peke yangu? Tuko sawa eh? kwa hiyo PPAA itasikiliza shauri lile bila taasisi nunuzi kuwepo na itatoa uamuzi wake. Ikitoa uamuzi wake, wewe taasisi nunuzi endapo unaona utaathirika na uamuzi ule wa PPAA, ndipo utakapowasilisha ombi hili la kuset aside ex parte decision ama kutengua uamuzi uliotolewa kwa kusikilizwa shauri upande mmoja. Hayo ndiyo matakwa ya sheria. Lakini sasa inaweza ikatokea siku ya kusikilizwa kwa shauri mzabuni aliyeleta shauri asifike mbele ya PPAA na ikathibitishwa taarifa ya kuitwa shaurini ilimfikia na hakuleta maelezo yoyote kwa nini hakufika shaurini siku ya usikilizwaji wa shauri katika mazingira hayo PPA inatakiwa kufanya nini kufanyaje tuseme kwa sauti hata sisikii jamani mmeniacha peke yangu inatakiwa kufanyaje kufutilia mbali Aya, huku nimesikia kufutilia mbali. Ehe, wengine tunasemaje? Kunini kusikiliza upande mmoja. Kwa hiyo sasa tunamsikiliza nani? Kwa sababu mi ndio mleta hoja sijaja, umekuja wewe mjibu hoja e, na tunakusikiliza wewe, unayejibu hoja zipi? Kwa sababu mleta hoja si hajaja, kwa hiyo si hajasema hoja yake. Kwa hiyo tunakusikiliza wewe mjibu hoja, sawa? Utakuwa unajibu hoja ipi? Umeona eh? Kwa hiyo katika mazingira haya ya mzabuni kutokuja, kinachofanyika na PPAA ni kuifuta rufaa husika. Kwa hiyo rufaa ile ikifutwa, mzabuni anaweza kuja kuomba kitu kinaitwa restoration ya rufaa hiyo. Ni application nyingine, tutakuja kuiongeza kati ya hizi tatu. Kwa sasa bado haijakamilika kwenye mfumo lakini ataleta kitu kinaitwa restoration of an appeal. Yani ana, anaomba anawasilisha maombi ya kuomba kurudisha rufaa iliyofutwa. Hiyo ni haki na imewekwa kwenye kanuni. Lakini uh, ombi lingine ambalo linaweza kuletwa PPAA ni ombi la kukazia hukumu. PPAA imetoa uamuzi haujatekelezwa yule aliyeshinda ile rufaa mbele ya PPAA anaweza kuwasilisha ombi la kukazia hukumu. Kwa hiyo hilo nalo ni ombi, liko ndani ya hii module ya ushughulikiaji na uwasilishaji wa malalamiko. Nimetumia muda mrefu hapa, kwa sababu hivi ndio vitu muhimu, tukiviweza kuvishika tumeweza kuijua hii module. Kwa hiyo ninachoenda kufanya sasa hivi, naomba sasa twende kwenye utaratibu mzima wa kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa. Tumesema hatua ya kwanza, lalamiko linatakiwa kwenda kwa afisa masuuli.